Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Uokoaji Zimamoto limetangaza nafasi za ajira. Awali ya yote, kama mara ya kwanza kutizama video hii kupitia chaneli yetu pendwa ya Rajab Synic, ni kuombe usisahau kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe, ili kuwa wa kwanza kupata kila video yetu ambayo tutakuwa tunaiposti katika YouTube chaneli yetu. Mada yetu ya leo: sifa ya muombaji wa nafasi hizi zilizotangazwa, eh, jeshi la zimamoto kwa wenye elimu ya kidato cha nne. Sifa za mwombaji, ya kwanza, lazima awe raia wa Tanzania, yaani awe mtanzania halisi wa kuzaliwa lakini sifa ya pili, anatakiwa awe na cheti cha kuzaliwa. Lazima uwe na cheti cha kuzaliwa. Lakini sifa ya tatu e, awe na kitambulisho ama namba ya utambulisho e, iliyotolewa na mamlaka husika. Lakini pia anatakiwa awe na afya njema kimwili na kiakili ili uweze kupata fursa hiyo. Lakini sifa inayofata asiwe na kumbukumbu kumbu za uhalifu, yaani hujawahi kushtakiwa au kushtumiwa na masuala ya kihalifu. Lakini sifa inayofata anatakiwa awe hajaoa ama kuolewa. Sifa inayofuata anatakiwa asiwe na alama za kuchorwa mwilini, yani tatu. Kwa wale wenye michoro michoro nikimaanisha tatu, hawatapata fursa hiyo. Lakini pia hawe ajawahi kutumia aina yoyote ya madawa ya kulevya, ili kuweza kupata nafasi hiyo lakini pia awe tayari kuhudhuria mafunzo ya kitaaluma ya zima moto na uokoaji. Inayofuata, hawe ajawahi kuajiliwa serikalini, ikiwa na maana wale wote wenye wamewahi kuajiliwa hawana sifa za kuajiliwa tena jeshi la zima moto. Awe mwenye urefu usiopungua futi tano pointi saba kwa mwanaume na futi tano pointi nne kwa mwanamke. Urefu ni kitu muhimu sana. Awe tayari kujigaramia kila hatua zote endapo ataitwa. Kwa hiyo basi, ukae ukijua, ikitokea umeitwa, gharama zote zitakusibu wewe mwenyewe. Lakini pia e, sifa ya mwisho kwa wenye elimu ya kidato cha nne, e, umri kuanzia miaka kumi na nane hadi ishirini na tano. Lakini wale wenye elimu ya kidato cha nne na cha sita He, na ambao wana ujuzi wa udereva wa magari makubwa, ufundi bomba, uuguzi, taaluma ya zimamoto na uokoaji, utabibu na urubani wa helikopta. Sifa za muombaji: sifa zote zilizoanishwa katika aya ya kwanza hadi nani, a hadi M, nikiwa na maana hizo nilizozitaja awali, lazima awe nazo lakini sifa ya pili marubani wa helikopta umri kuanzia miaka kumi na nane hadi thelathini na tano kwa wale waliosomea mashala ya helikopta lakini madereva awe na leseni daraja E na umri kuanzia miaka kumi na nane hadi ishirini na nane watakaoitwa kwenye usaili watafanyiwa uhakiki wa njia ya vitendo kuendesha magari makubwa lakini tukienda namba tatu, wenye shahada uhandisi bahari, marine engineering, tehama, uhandisi wa ndege aircraft, aircraft maintenance engineering, lugha Kiingereza, ukadiriaji majenzi QS, teknolojia ya habari, multimedia technology, uchumi, sheria, waliohitimu sheria kwa vitendo ualimu education management, sifa eh, usafirishaji barabara leli road transport logistic management na uhandisi kemikali chemical processing engineering. Sifa za muombaji zote zilizoainishwa, yani zile za awali lazima awe nazo. Umri kuanzia miaka 18 hadi 28 na hizo ndio sifa za muombaji wa nafasi zilizotangazwa. Lazima uwe umekidhi sifa hizo ili kuweza kupata nafasi zilizotangazwa. Kama haujakidhi unabudi kutulia na kusubiri zitakazokukidhi. Jina langu mimi naitwa Rajab Synic. Itakuwa poa sana kama utabonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe, ili ukawe wa kwanza kupata kila update ambayo tutakuwa tunai upload katika YouTube channel yetu. Jina langu ni Rajab Synic.